Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu. Akamwambia, akamwambia mm, yu wa 8 months. Akamwambia, so unanipima, unapima una kilo ngapi ya yeah, unga clients are waste are uh, waiting akamwambia, I have have two cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema hana visu vya kufanya operation ati zake zilienda na maji. Akawambia fanya hivi basi, nipe unga yenye uko nayo 300 grams, sikupe. unanicheat? Nani amesema? Sasa after nisha kufungulia bizi yote unanicheat, hizo ni messages tu umeona hapo hakuna kitu ka hiyo, inaendelea, na umse nini mpaka unacheka, nimecheka, nimbu nione letter, Sisi simu ni, na na ni, yes. Ni yako, na sio unashindaga nayo

nikakutoa nyumbani nikakuleta Nairobi. At least, to cover that shame. Ukapata mtoto huko, it's me who covered the bill ya hospitali nikakuweka kwangu. What did you do magi? kota ina hakiriwe kwa misi na watoto, don't I have two children mm? don't I know yako Liz. Na ulikuwa unajua how desperate I was. And you know when you need to trust from the beginning. Ukiniambia, ungeniambia my dear, sizifanye hivi na hivi na hivi. Anajua magi. <laughs> mimi sijui issue gani unajaribu kuniletea hapa Very well mimi venye nimekusaidia ever since you are little girl. Ah oh, chana na hizo kwanza, hapa tuko kwa sababu ya, hebu kwanza kwa... Sikiza na unasikiza vizuri sana, sijakuja hapa wanze kunisomea, you must understand, mimi ni brada yako mkubwa. Unaikuwa Ah, Miss Kusome. Ah, sh shut up. I'm your elder brother. Na ndigwete kira kaire tu kanini, kaire tu derete, tu kototoni. Waanze kuniletea maishu za hapa tafadhali. Unasikia? But bro, si hivo. Ona, unajua nilikuwa nimekutrust. Unajua history. Wewe kwanza tulia kwanza. Having issues. Issues na sisi wenyewe hatujui. <laughs> si siblings wenyewe wana.

kujariria I mean, Ato... ni... wa. Ma, mafati wako kama kere kere ine online. Yes, wewe kwanza nikuulize, nikakutoa nyumbani nikakuleta Nairobi at least to cover that shame ukapata mtoto huko, it's me who covered the bill ya hospitali nikakuweka kwangu. What did you do? Haukutulia after, after, after miezi mbili ukaanza kurandaranda tena. Mi mwenyewe brathako mkubwa, nakuja kwenye huko na kutoa na kudrug mpaka nyumbani

wewe you don't know how hard I worked. I've worked for this hmm? You don't know. Na pesa wanafikiri 700,000 ni pesa kidogo sana eh? Lakini... lazima ninge support mzaa hii. <coughs> Unasikia, unasikia magi todo ona wadhi kesagi anyerudi nyumbani hakuna tu ya mana ulienda kufanya um. Ulianza tena kurandaranda tena, nipigie kwa simu hapa, sista yako amepatikana, lazima ningemwekea. Na plus mimi sikuwa najua. Nataka uelewe kitu moja.

Unajua, nani, mbona unajifanya shida ena walikuwa hapo wewe sasa nikakuwekea biashara, nitajua kinyo unafanya hapo. But hiyo ni bibi yako, you are partners. Uko unajua what was happening. Wewe wewe unajua kazi mimi ufanya. Mimi nauza mashamba na real estate. That was just her business. How did I know that what she was doing? But you were niambia you are part of it. Wewe wewe Sam, unaleta hapa nini, nini, nisijua na msanii mlogo hivi? mlikuwa mnafanya hizo bs, mkiwa na yeye. Alikuwa ananiambia ulikuwa part of bs na ulikuwa unajua everything, na akaniambia ati nisikuambie kitu. I have done for you. Huyu msichana mimi nilisomesha huyu from high school. Huyu ni mimi nilimbeba, nilimtekia care kama sistangu mdogo mdogo, nampenda sana alafu anakuja kuniakuse ati mimi nilihusika kina mtoto wake

But, sasa hata tukiishi na wewe bado ulikuwa tu hivyo. But hatungeishi na wewe kila time. Ah, lazima niko na life yangu pia. Life yenyewe yenye yenyewe mwenye ulikuwa ume already umeharibu. Nikuulize Magi. Brother kwa amekusaidia? Mm. Tuongee ukweli hapa. Amekusaidia? Eh, yeah, yeah, yeah. Eh. Amekusaidia. Mm, amekusaidia. Wewe what evidence do you have that? Ni yeye ndio mtoto wako. Mm because wewe umekuja ukasema kwamba alio mtoto wako wewe, uliambiwa na mama yako that mtoto anafaa kupelekwa kwa native doctor. Mhm, haya -hmm. Yeah, alisema mtoto anafaa kupelekwa wapi? hawasini awesome. Alikute initiative ya kupeleka wewe, si umetuambia saa hii alimpeleka hospitali Kenyatta, na akashughulikiwa, na akakuwa anatafuta pesa za kumpeleka India lakini pesa ati wamekosa kwa wageni tena, hiyo hospitali yake na bibi yake ilikua biyake, bibi yake huyu bibi yake ikuwa samati venye yeye anajua venye mtoto alianza kuwa ms madhia, akamwambia ati ende kwa hao madaktari wa miti sijui nani mimi, mimi, mimi. Nikasema no, hakuwezi enda hivyo na kuna medisini ndezaidi mtoto tukamrudisha wapi Kenyatta mtoto mm -hmm. kuangaliwa kuangalia kapata kasi jua kuna athritis, lazima mm -hmm. apewe madala, lazima dunge mashindano na since mimi kava yangu haija kava mtoto wake mm -hmm. so tufanye nini? mfuko mm -hmm. mm -hmm. bili ilikuja almost mm -hmm. 150000 oh, ukalipa yes. Do you mm -hmm. always appreciate for that? Because mtoi ni mtoi na siku anataka. In fact, ni peleka private wing Kenyatta. Is it true? Ni kweli? Liz, ongea, ni nani? Magi, ongea ukweli. Ni kweli? Who paid all that? Lakini ah, ah, wala nalipa hiyo ni mimi. Sasa venye ilisemekana ati hapana hii, ama kuna mtu mwingine alilipa? Hakuna? Hmm. Si mimi najua hakuna. Lakini yako ni ya nini, hmm? Shida yako ni gani mbona aku niteteilete mtoia lipasi? Na shida yangu nyingine ni mbona anajipretend hajui what was happening in his clinic? mbona mimi, I guess uh, hapa uyu, alafu pia ungefuatilia mtoto hiyo venye alipas, wewe wakati ulilipa 150 kwenye private wing yes, yes. Yote mtoto akakufa, yes. Really, wacha nikuambia sasa. And I think nilikuelezea the other time tulikuwa na wewe, sindio? Mm. So this was it. Before tufikia hapo, uh, mtoto alikuwa enda India na yeye jua, anasema 700,000 nafikiri ni pesa kidogo. That was just the deposit. Ni sawa. Mm -hmm. The whole amount ilikuwa ina amount to almost 2.4 million ya kwenda India. Yes, the 700 ilikuwa ni kwenda sphere ya ticket mm-hmm. Uh, accommodation mm-hmm. food for 6 months. That was just there, the amount. Ya jui. Kasi ya jui, kasi najua yana pesa. The whole ilikuwa inakuja 2.4. Nikamwambia na nikamwambia na wote pia nikawaambia paka mavi. Nikamwambia Nipeani time, give me some time, kwa sababu 2.4 million. Mm. Yes, ni pesa naweza pata mm, but isi pesa naweza na tuni access to hivyo nitoe mm -hmm. Unaelewa? Yes. Yes. Hii ni pesa pia inahusu kampuni mm -hmm. Na siwezi iguza, kuna process zenye naweza tumia mm -hmm. yataka kusikia hivyo Kilishi, ndo dira kumenyo huo.

Bibi yangu akamwambia, Apana, wewe usingoje brother wako sijui kuja, nikona special doctor nilikuelezea, ako bitter na mimi hivyo. Yet magi, hebu niangalie, hakuna mtu amekusupport hii dunia mzima kama mimi, not our, not our parents, not the other brother not my wife mimi, not even that guy who impregnated you. So ulikuwa part of it ama I was not part of it? Na ukiniambia hivo tena, mi naye tunakozana vibaya sana, unasikia gani hizo? mimi hata sahii

Uh, that is mama Mama Chris, na huyu kuna maneno pia ametaja kumhusu. Solve this, this matter akiwa, tafadhali <clears throat> if tutafikia solution then let's do it.